Ni gharama kubwa sana. Hebu angalia, ibada imechukua muda mrefu kiasi hiki, lakini wamejitoa. Mungu awabariki watumishi wa, wa Mungu wa NLC kwa ajili ya sadaka yenu hii kubwa, karibu sana asifiwe. Wali... Bwana Yesu asifiwe wa tena, poleni sana, poleni sana, wana bonde la baraka. Hakika hii ni habari nzito sana, inashtua, inaogopesha ninaleta hofu nyumba bila baba. Kwa kweli ni wakati mgumu mko nao, lakini Mungu aendelee kuwafunga mkanda Tunduma NLC, NLC na NLC Radio tumepokea hizi habari kwa mshtuko mkubwa sana. Tulikuwa na mkurugenzi wetu Sheria Segelela alishtuka sana na ametuma sana salamu zake za pole, yuko safarini ameelekea Kigoma, ila amenituma amesema niwasalimie sana, na Mungu awafunge mkanda. Lakini redio, tuna salamu zetu za shukurani sana kwa kanisa hili. Kwanza mzee amekuwa pamoja nasi, sio siri, alinishtua katika tukio letu la mwaka jana, kwanza pale Staples tulipokuwa na tamasha nilimwona baba huyu, nilisikia kuogopa sana. Nilimtukuza Mungu kwa ajili yake, nikasema Mungu aendelee kumweka na hata mwaka huu tulikuwa tuna jambo lake, lakini Mungu ameamua iwe hivyo. Kwa hiyo tuendelee kumshukuru Mungu kwa maisha ambayo mzee huyu amekuwa nayo. Ni muda mfupi sana mimi binafsi nimemfahamu, lakini kipekee kwa kweli alikuwa mtumishi wa Mungu. Poleni sana wana bonde la Baraka, poleni sana TAG, poleni sana wana Pentekoste wote na wote wengine wote ambao wameguswa na msiba huu. Mungu awafunge mkadha Redio tuna sadaka yetu hapa, lakini pia kama ambavyo wamesema tumerusha matangazo haya live, lakini pia kesho tutakuwa tena pamoja, tutayarusha matangazo haya live. Mungu awabariki sana, naitwa Zenorina Masawe, ni meneja pale redio. Asante sana. Kumbe huyu ndio Zenorina, tunasikia tu sauti yake. Mungu akubariki sana mama, wewe pamoja na wafanyakazi wenzako wote, tunaomba utufikishie shukrani zetu na tunaamini wanasikia muda huu, kwa maana tunasikika hewani.